Anamtuelekee huko mkoani Dodoma ambako katibu mkuu wa wizara ya fedha na mipango Dr Silvasis Likwelile amesema kuwa mpango wa kunusuru kaya maskini wa uhaulishaji fedha unaoendeshwa na mfuko wa maendeleo ya jamii TASAF umebadilisha na kuboresha maisha ya watu maskini. Dkt. Likwelile ametoa kauli hiyo mjini Dodoma baada ya kusaini mkataba wa ushirikiano na serikali ya Sweden ambao unalenga kuongeza kiwango cha fedha zinazotengwa kupitia mpango huo wa kuondoa umaskini nchini. Mwandishi wetu Idi Maalim ameandaa taarifa ifuatayo kutoka Dodoma. Mabadilishano ya mikataba baina ya serikali mbili, Tanzania na Sweden, ambapo kupitia mkataba huo, katibu mkuu wizara ya fedha na mipango Dkt. Servacius Likwelile amesema serikali ya Sweden imejitokeza kuunga mkono mpango wa haulishaji fedha kusaidia kaya maskini nchini baada ya kuridhishwa na uendeshaji unaofanywa na TASAF, jambo ambalo litaimarisha maisha ya watu wanaoishi katika kaya maskini. Tumeona mabadiliko makubwa sana e, kwamba watoto ambao walikuwa awali wanashindwa kwenda shule sasa wanaweza kuandikishwa, kwa sababu kaya zile zinapata msaada huo. Sasa tumeshukuru kwamba e, serikali ya Sweden nayo imeamua kutuunga mkono katika hili ni kupitia utaratibu huo. Dkt. Likwelile anasema kuwa watu wengi waliokuwa wakionekana kuwa hawawezi kumudu maisha kutokana na ukata, hivi sasa wanaweza kusomesha watoto, kulipia gharama za matibabu na hata kujiwekea akiba kutokana na uwezo wa kuwa na miradi midogo midogo, huku akitahadharisha juu ya ukiukwaji wa kuwatambua walengwa ambao hufanywa na baadhi ya watendaji. Vile vifaa huwa vinavyoletwa vinanunuliwa kwenye maduka ya bei ya chini yani fululu tu, chimba mara moja linakatika. Wanaje hivi vindoo, kuna vindoo vile shilingi elfu nne ni vya kudumu, mpaka inafika mara tunatumia vya kwetu binafsi. Wafuate taratibu, wafuate sheria eh. Hakuna sababu ya mtu ambaye ana uwezo kukimbilia fedha ambayo ni kwa ajili ya mtu ambaye hana uwezo kumbe. Tutaimarisha mifumo, tutahakisha kwamba pale ambapo kuna ukiukwaji hatua stahiki zitachukuliwa lakini zile kamati za kijamii, viongozi katika ngazi za kaya, wao ndio wawe imara katika kuhakikisha kwamba wanaoingia kwenye program ni wale ambao kweli wanastahili. Baadhi ya wananchi wale walionufaika na mpango huo wa oh, uhawilishaji fedha chini ya mpango wa maendeleo ya jamii TASAF wameeleza furaha yao. Tunashukuru tuna tunashukuru, mimi ruangu nashukuru, nilikuwa masikini kabisa, hata kuvaa nguo nilikuwa sivai takula nilikuwa siri naenda kwenye milaba nashukuru, lakini tunafanya kazi. Akizungumza katika moja ya vijiji alivyotembelea baada ya kusaini mkataba huo, waziri wa uhusiano wa kimataifa wa Sweden Ulrika Modia amesema kuwa serikali yake kama sehemu ya jumuiya ya kimataifa ina jukumu la kuzifikia jamii duni ili ziweze kushiriki na kupata huduma za kijamii, akiamini kuwa kwa njia hiyo Umaskini utaondoka. We should really see too that we give the possibilities for everyone to get uh, the possibility for education. And I think also the public work that you have started up here will give you good ground for development of the village and also for the region. Kutoka Dodoma, Idi Maalim, TBC.